Moto huo ambao umeteketeza takribani bweni zima pamoja na nyaraka mbalimbali za wanafunzi vikiwemo vyeti vya elimu ya sekondari na vifaa vingine. Takribani wanafunzi wa kike themanini walikuwa wakiishi katika bweni hilo na chanzo chake kimeshindwa kufahamika kutokana na wanafunzi wengi kuwa madarasani na wengine wakijisomea nje, ambako baadhi ya wanafunzi wamedai kuona moshi ukifuka. Na kama ilivyoada, kikosi cha zimamoto cha manispaa ya Mtwara kikatupiwa lawama kwa kushindwa kufika kwa wakati katika eneo la tukio. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa chuo hicho cha Naliendele Bwana Waziri Ali amesema licha ya jitihada walizozifanya kujaribu kuzima moto huo kwa kutumia vifaa vya kuzimia moto walivyokuwa navyo hazikuzaa matunda, mbali na kokuwa vifaa vichache yakiwemo magodoro na ndoo. Ah, uh, hii ni changamoto kwetu, pamoja na jitihada ambazo tumefanya tulikuwa na mitungi hapa kuzima moto, tumejaribu kuitumia, lakini bahati mbaya kwa sababu ilikuwa wakati moto unaanza hapa kuna mtu karibu moto, wakati umeshakuwa mkubwa ndo tumestukia, vijana wamejaribu kuzima lakini imeshindikana. Kwa upande wake, mkuu wa kituo cha polisi cha Mtwara mjini ASP Alfred Hussein pamoja na mmoja maafisa wa zima moto wa bandari ya Mtwara Pantaleo Nyagali wamesema chanzo cha moto huo hakikuweza kujulikana mara moja na kwamba taarifa zitatolewa baada ya uchunguzi wa awali kufanyika. Ya moto zimetokea, lakini taarifa kamili mtaipata kutoka kwenye ofisi ya kamanda. Yeah na pengine na mpaka sasa, kwa tathmini haraka haraka ni uharibifu kiasi gani kimetokea. Kama ambavyo mnaona jengo limeteketea na moto ulikuwa ni mkubwa sana, lakini Chandra, ni mapema sana kusema chanzo cha tukio mpaka tutakapofanya uchunguzi wa kina. Sisi tumefika hapo, tulichokikuta ni kwamba jengo limeshashika moto kama lilivyo, ni kama dakika za mwisho kwa kweli. Tulichokifanya ni kupoza poza ili usi, usinani sana lakini aweza kuokoa chochote pengine Uh, bare, toka tumefika sisi ya kwanza tulichokoa, kwa sababu ilikuwa sio rahisi, moto umeshazunguka sana. Ni tukio la moto ambalo limeteketeza bweni ambalo lilikuwa nikilaza wanafunzi 80 katika chuo hiki cha kilimo Mtwara, na kama unavyoona vifaa mbalimbali vimetolewa nje uh, kutokana na tukio hili la moto, na takribani wanafunzi zaidi ya 80 hawajui mahali pa kulala kwa siku ya leo. Nikiripoti kutoka Mtwara, Emmanuel Buhohela, ITV.